Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali. E, kifungu chenye saa ukutani limwambia saa nane za usiku, wakati waja wamelala, misono tu na hiyo pale, akisubiri mtu, mtu ambaye alipiga simu mchana akakosa kuipokea kwa sababu alikuwa akikoga. Alipoiona hiyo missed call akajua basi, tangu hapo siku yake kaninginiwa na hali ya wasiwasi usiku. Ndio u, na mwokozi hakuingia hakujua adhabu kutopokea simu ingekuwa gani? Mara ya mwisho ilikuwa teke lilompata tumboni sawasawa asiweze kujinyoosha kwa, kwa siku mbili kwa maumivu makali. Aliamka kuelekea kitandani kuhitimisha usiku wake, kwa sababu ni wazi mgeni haji tena. Akawa anapita kioo kwenye varanda chenyewe kimepasuka, kumbukumbu ya pigo jingine, kisingizio kuwa chakula hakikukolea chumvi. Hakujua sura iliyomtazama kioni, si yeye huyo, kovu shavuni, donda linaloelekea kupona kipajini. Alikumbuka sura aliyozoea kuiona, lile kovu shavuni halikuwepo, badala yake ngozi nyororo kila mara ikijishobwekea na vidu kudhihiri kila alipocheka. Na ilikuwa ada kwake, tabasamu na vicheko havimwishi midomoni sasa kucheka kwake kulikuwa nadra kama kupatwa kwa mwezi. Swali likajitunga fikirani mwake na kama mwangwe likawa linajirudia tena na tena, mbona ikawa hivi? Mbona Luka akageuka kwa mzigo wa moto habebeki? Habebeki kamwe. Swali la ah, tambua mbinu za kimtindo kwenye kifungu kifuatacho, alama kumi na nne. Swali la ba, tambua naeleza sifa za aliyekuwa akimsubiri mwokozi zinazojitokeza katika kifungu alama sita sa atambua mbinu za kimtindo kwenye kifungu na katika mbinu za kimtindo tuna tashhisi ambayo ni saa ukutani ilimwambia saa nane za usiku hii saa imepewa e, sifa za kibinadamu mbinu nyingine ni kuchanganya ndimi na alipoiona hiyo missed call akajua basi pia tuna kinaya neno mokozi limetumika kuashiria aliyekuwa akisubiriwa ambayo angemwadhibu mrejelewa kwa kutopokea simu, na ni kinaya kuwa ameitwa mokozi na alitarajiwa kuja kumwadhibu anayerejelewa. Mbinu nyingine anajitokeza ni gazanda ambayo ni mgeni haji tena. Neno mgeni limetumika kuonyesha jinsi Luka ilikuwa nadra kupatikana nyumbani kwake, alikuwa kama mgeni kwake mbinu nyingine inayojitokeza ni sadfa. Ee, na sadfa yenyewe anapoelekea kwenye chumba cha kulala Lilia anasadifu kupita mkabala na kio na hapo anayona mabadiliko ya sura yake, na kwa hiyo ni sadfa ee, Lilia kupita pale kwenye kio ili ajione kwenye kio na aone mabadiliko ya sura yake. Mbinu nyingine inayojitokeza ni taswira ambapo tunajengewa picha ya Lilia nakujitazama kioni ana kovu shavuni na ana donda linaloelekea kupona kipajini. Mbinu nyingine inayojitokeza ni kisengee nyuma ama mpindo rejeshi e. Mabadiliko katika sura Lilia anayoyaona anapojitazama kwenye kio anamkumbusha kitapo alichopokea kutoka kwa mumewe awali na sura yake ya zamani. Mbinu nyingine inayojitokeza ni tashbihi ambapo tunaarifiwa, kucheka kwake kulikuwa nadra kama kupatwa kwa mwezi na kuyo, kwa hiyo e, kutaka kwake kunalinganishwa huu na kutaka kwake unalinganishwa mmoja unalinganishwa na kupatwa kwa mwezi kwa kutumia e, kihusishi kama. Mbinu nyingine inajitokeza ni takriri ambapo mwandishi anasema ama, ama kuna uradidi wa maneno kama vile tena na mbona. Mbinu nyingine inajitokeza ni swali la balagha ambalo swali lenyewe ni mbona ikawa hivi. Pia tuna sitiari ambapo Luka akageuka kuwa mzigo wa moto. E, swali so, labda tambua na ueleza sifa za aliyekuwa akimsubiri mokozi zinazojitokeza katika kifungu moja. Katika sifa hizo ni uvumilivu na aliyekuwa akimsubiri mokozi ni Lilia na katika sifa zake ni mvumilivu na, licha ya kuwa alikuwa amepewa kichapa asiwezi kujinyosha kwa siku mbili, bado yuko pale pale hajatoroka. Sifa yake nyingine ni mwoga, anapoipata mskli siku yake siku yake naning'iniwa na hali ya wasiwasi, akiogopa kupokea kichapo. Sifa yake nyingine ni mpenda amani. E, alikuwa ameketi kwenye kochi akimsubiri mumewe ili akifika tu amfungulie mlango saja, akaletewa balaa ya, bala ya kuchelewa kufungua kufungu mlango.